sha kabisa kufanya hayo marekebisho kabla ya uchaguzi mkuu. Tume ya sasa haifai kama ndio walioharibu uchaguzi wa ishirini na nne. Kwanza wana ukakasi, kwanza katika kutafsiri kwao kanuni za uchaguzi, pia kwa maeneo waliokuwa kabla na waliowateua, ni ngumu kwao kusimamia haki huku nyuma sisi tulishapendekeza tume iweje, tukitaja mifano ya nchi jirani zinazotuzunguka. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani, anayetumia nguvu na kusitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli. Kwa maana hiyo, kama amani inapatikana kweli kwa kurudi mezani, kwa maana hiyo wote waliokamatwa kwa kudai haki wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa, na pia mihimili isiingiliwe bali itende kazi zake kwa haki. Madikteta wengi duniani na hata hapa Afrika Hawataruhusu uchaguzi ufanyike, kwani wataogopa uchaguzi ukifanyika, hawatachaguliwa na kama wataruhusu uchaguzi, wataharibu mifumo ya uchaguzi ili wabaki madarakani. Tanzania, hatujafika huko. Watu wasipochagua kwa uhuru demokrasia itakufa. Kwa nini mifumo ya sera ya uchaguzi ibadilishwe? uchaguzi wa 2019, 2020, 2024 haukuwa wa halali wala hak... wala wa haki. Unamhakikishiaje mwananchi huyu kwamba uchaguzi mkuu utakuwa halali? tangu uchaguzi wa serikali za mtaa ufanyike, bado hata miezi sita haijapita. Leo unawezaje kuwahakikishia watu kuwa uchaguzi mkuu utakuwa wa haki? Kasoro zilizobainishwa uchaguzi wa ishirini ishirini na nne hazijarekebishwa wala kujibiwa. Kasoro kama za watoto kuandikishwa, watu waliofariki au kupotea kuandikishwa, hazijajibiwa. Hakuna aliyesema huyu mnayesema alifariki huyu hapa, hatujaonyeshwa pia wahusika bado hawaoni vyombo vya ulinzi na usalama kama sehemu ya uchaguzi. Ni shida na kasoro. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nani yuko juu ya rais atakaye hoji na kudai katiba, sheria na kanuni za uchaguzi zirekebishwe kabla ya uchaguzi atatasfiriwa kuwa hataki uchaguzi ufanyike, ni mhaini na atahatarisha amani ya taifa letu. Uchaguzi wa kweli ni ule utakaofanyika kwa misingi ya haki, kwa kufuata katiba, sheria na kanuni zilizokubaliwa na wananchi. Viongozi watakaochaguliwa kwa uchaguzi kama huo ni tunda la haki na la kweli. Wito: ya kwanza, tuiombee nchi yetu iwe nchi ya amani na kuwa na viongozi wa haki na wazalendo. Ya pili, sauti na vilio vya watu visikilizwe. Tatu, wahusika wakae na wadau wote wa uchaguzi kuruhusu mabadiliko yale ya lazima kabla ya uchaguzi mkuu. Mwisho, kila mtu amwogope Mungu na kuisikiliza dhamiri yake, sauti ya Mungu inayozungumza ndani mwetu. Mwisho. Bwana amefufuka. Haleluya, haleluya.